Kama ndio kwanza ungana nasi, hii ni Alasiri Lounge na tayari hapa tumeketi na ugeni. Kumbuka makampuni ya Said Salim Bakhresa safari yake ni ndefu sana, kwa maana ya kwamba uh, yameanza miaka mingi iliyopita, miaka takribani hamsini hivi sasa tangu mwaka 1975. Kwa hivyo maendeleo hapa katikati yakawa ni mengi, mpaka uh, hivi leo tukiyataja makampuni ya Said Salim uh, Bakhresa kuelekea maadhimisho ya miaka hayo miaka hiyo uh, hamsini tutapata kwa kina. Uh, taarifa zake kutoka uh, kwa uh, meneja uhusiano Bakhresa Group uh, Madam Rehema Salim uh, lakini ameambatana hapa na afisa usimamizi ubora kutoka Bakhresa Food Product, ndugu yetu uh, Bakila Ellison uh, na mbele yetu hapa kuna bidhaa kutoka mm -hmm. Uh, moja ya makampuni ya Said Salim Bakhresa na bidhaa hii kwangu mimi ni geni kwa maana machoni mwangu mm -hmm. Uh, kuna kitu cha tamtamu hapa mm. Alafu kuna, kuna Azam Kola plus pembeni yake Madam <laughs> Rehema Salim, karibu sana kwa hakika. Asante, asante. Wewe ni nyumbani mm. Hapa eh, karibu sana. Karibu sana. <laughs> ni <kupisha> kwa <laughs> <laughs> uh, mm. sisi so Wazaramo tunasema waweza kujimwayamwaya unavyotaka katika uwanja huu. Asante sana, asante sana. Umetuletea upendo. Aa, nimetoa upendo kama unaoona hapo, eh, ni flavor ajabu sana. Sawa, hebu Elson, uh, labda utueleze sasa kuhusiana na bidhaa hii ambayo bila shaka ni mpya kabisa na hata sisi kwetu ni mpya machoni mwetu. Um, ina tueleze kwanza kuhusiana na bidhaa yenyewe kwanza halafu tuanze kuja kwenye flavors na kujua kila kitu. Uh, asante. Kwa majina naitwa Bakila Elson, mm. Uh, ni afisa mwandamizi wa ubora kutoka moja ya kampuni uh, kongwe za Saidi Salim Bakhresa mm -hmm. ambayo inahusika na utengenezaji wa vinywaji baridi inapatikana Mwandege Mkulanga. Mbele yetu mm -hmm. kama mnavyoona hapo ni baadhi tu ya bidhaa ambazo zinazalishwa na mzee wetu na hizi ni bidhaa mpya zimeanza kuingia tu sokoni mm -hmm. juzi juzi. Mm -hmm. A, hapa tuna ni bidhaa mbili mm -hmm. lakini moja ina ladha tatu. moja ina ladha tatu. Ehe. Mm -hmm. Kwa hiyo ambayo ina ladha tatu inaitwa Tamtam. Kwa hiyo tunao tamtam ya nanasi, lakini pia tunao tamtam ambayo imechanganywa, ina matunda zaidi ya mawili ambayo tunaita tropical, lakini okay. Tunao tamtam ambayo ni banana. Banana. Ndizi, ndizi, ehe. Sasa Bakila labda utueleze tu uh, kwa nini bidhaa hizi wakati huu? Kwa sababu uh, makampuni ya utengenezaji wa uh, bidhaa hizi za vinywaji vibaridi ina vinywaji vingi, lakini kwa nini vinywaji hivi tena wakati huu? kuna umaalum gani? Okay, asante sana uh, kwa nini bidhaa hizi? Kwa sababu kwanza tumefanya tafiti mm, na kuangalia kwamba soko linahitaji nini. Ndiyo na hii bidhaa tumeitengeneza kwa sababu kwanza inatumia matunda harisi yeah. ya Tanzania mm -hmm. E, mfano unaposema hiyo pineapple maanake, uh, kuna nanasi kabisa, nanasi ya kutoka Ruangwa mm -hmm. Bagamoyo huko mm -hmm. E, nafikiri wale wenyeji wa Bagamoyo yeah. uh, ni mashahidi kwamba watu wanaenda wanatuletea mzigo pale kiwandani. kisema hiyo tropical ambayo ina mchanganyiko wa chungwa lakini pia ina mchanganyiko pia wa nanasi mm -hmm. Sasa hivi ukifika pale Mwandege ni msimu ambao tunapokea machungwa eh. Kwa hiyo kuna gari nyingi sana za chungwa tunao zinaingia mle ndani kwa ajili ya kutengeneza maligafi ambayo tunaitumia kwa ajili ya kutengeneza nini, tamtam mm. Kwa hiyo tumeangalia tukaona kuna uhitaji mkubwa sana wa kutengeneza bidhaa hii kwa ajili ya watoto mm. Eh, watoto tumeona kama vile wamesaulika ah, kwa bidhaa hii ni mahususi mahususi sana, lakini kwa... haimaanishi kwamba mtu mzima eh, hawezi akanywa eh, anaweza kutumia yes. lakini hii ni mahususi kwa ajili ya nini ya, watu, ya watoto. Ukiangalia no. makampuni mengine yanatengeneza bidhaa ambayo, yaani, kumtumia kumpa mtoto unaona hii kama vile haistahili sana mm. Ndio tukaamua tuje na hii maalum mm. kwa ajili ya nini ya watoto, na kama mnavyojua watoto wanapenda machungwa mm. Watoto wanapenda ndizi na, watoto wanapenda nanasi kwao na, na, nasi. na nasi. kona, sisi tumewaletea bidhaa hii na inapatikana kwa bei ndogo kabisa ambayo mtu wa kawaida anaweza akaimudu kununua. nilichopenda sana hapa mponda pamoja uh, mm, mm, na bakila mm, um, ni kwamba ukiwa unataka kumpa mtoto kitu naambia tamtam <laughs> <laughs> <laughs> kwa pale, pale, pale, kwamba unamwambia tu nenda akachukue uh, sawa tamtam, halafu sawa sawa yeah. meneja uhusiano Bakhresa Group Rehema Salim, ni nafasi yako. Na pengine mkai, katika hili lina upekee wa namna yake, kwa sababu mm, limepita katika mikono yako, ni ya uhusiano kwa ujumla, lakini kumbuka, uh, tunaelekea miaka 50 ya makampuni ya Said. Ni kweli, uh, uh, labda niseme kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu nah, uh, sasa hivi tunafikisha miaka 50 ya makampuni ya Bakhresa. Kama mnavyofahamu mzee alianza shughuli zake mwaka 1975 nah, kama mmefuatilia lakini pia uh, pamoja na mambo mengi uh, kuna maeneo ambayo mzee pia mwenyewe anayapenda. Ndio. Tukiangalia katika vinywaji vyake mm. hii pia ni zao lake tamtam mm. kwa sababu uh, mwenyewe alikaa akaangalia katika miaka hamsini anakuja na kitu gani, focus iende sehemu gani? Akaona pia watoto pia wakumbukwe. Kwa hiyo this time amekuja na hiyo tamtam. Ni mojawapo tu ya maadhimisho ya miaka hamsini. Kwa hivyo tamtam imekuja kwa makusudio na madhumuni maalum ya mtoto ya mtoto, lakini mkubwa pia anaweza mm. akanywa mm. kwa hiyo niseme tu katika uh, miaka katika kuadhimisha miaka hamsini kuna mambo mengi yatafanyika. Ndio. Uh, kama unavyojua ukubwa wa kampuni hizi, tuna makampuni ndani, tuna makampuni nje. Lakini tunaangalia tunakuja na vitu gani? Kuna kurejesha katika jamii, mm. kuna kuwakumbuka watu, watoto, watu wazima, watu, watu ambao wametoka mbali na makampuni ya Bakhresa. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali tutafanya mm. ikiwemo pamoja na kuzindua bidhaa mbalimbali. Najua na Azam Media na na vifurushi <laughs> vipya na kila kitu. <laughs> <laughs> Kwa hiyo hii ni mojawapo tu ya shukrani kwa wateja wetu da. lakini pia watuunge mkono, tunaenda katika maadhimisho haya mm. Uh, wiki ijayo tutakuwa na jambo lingine kubwa zaidi mm. tutakuja kuwaambieni mm. mm. Lakini labda tunabadilisha pia pakeji ya vitu mbalimbali, tunakuja na logo tofauti, nadhani wiki ijayo mm. pia vitu vyote tutashuhudia, na pia nahani yes. kija hata kuna logo yetu pia ingine, tutakuja tuta, tuta kuwaonyesha katika hiyo wiki inayokuja mm. mm. Lakini niseme tu katika hii miaka hamsini tunatoa shukrani sana sana sana, sana kwa wateja wetu mm. ehe, na watu ambao wametushika mkono toka tunaanza mpaka hapa tulipofika. Sasa hivi tunapozungumzia kama wiki iliyopita tumepata, uh, tumepata super brand. Na nadhani na, mwanzo wa wiki hii kama unavyojua logo yetu ile ya Azam imeendelea kupata super brand, yote ni, ni, ni mafanikio ya hii miaka hamsini no. Kwa hiyo niseme tu Tamtam pia imekuja wakati sahihi mm. Na tunapoelekea Saba Saba pia tutaipeleka pale viwanjani, watoto watakunywa na kila mtu ataweza kunufaika hiyo mm. Okay. Okay. Na, kwa hiyo unachotaka kusema uh, Rehema, ni kwamba Um, kutakuwa na, na mwendelezo wa matukio mbali mbali. Sahihi, kabisa. Okay. Sio kwamba kutakuwa na siku maalum ya kusema tunaadhimisha miaka hamsini. Ya siku itakuja utaratibu utakuwepo, lakini kwa kuanza tunaanza na vitu mbalimbali mbali, ndo kama hivi matukio mbalimbali mm -hmm. Tunazindua hizi ne, wiki ijayo utakuta tuna kitu kingine mm -hmm. Taratibu hiyo yote nikuhakikisha kila mtu anaguswa na hii miaka hamsini yeah. Ya makampuni ya Bakhresa okay. yeah. Huu hakika ni upekee wa, wa wa namna yake mm. Pengine kipi ambacho kimeifikisha mm. ama kimeafikisha makampuni ya Said Sal Bakhresa mm. hapa. Uh, kubwa niseme tu kwamba uh, kwa, kwa kipindi ambacho mimi mwenyewe nimekuwa zaidi ya miaka kumi katika makampuni haya mm. uh, kwanza nilichojifunza ni nidhamu kazini mm. la kwanza, la pili kwa, uh, kuna swala kubwa sana la ubora uh, makampuni ya Bakhresa yanasifika katika swala la ubora kitu cha kwanza kabisa huwa ni ubora, lakini pia uh, bidhaa zetu ziko katika gharama nafuu ambayo kila mtu anaweza akapata, yaani mm, ukiweza mm, kumfikia mm, yule mlengo mm, wa chini kabisa, ina maana kila mtu anahusika. Kwa hiyo kuna vitu muhimu ambavyo mzee pia anaviangalia, kwanza ni nidhamu, ubora, lakini pia uh, unafuu. Kila mtu anaweza popote, anajua unapoenda lazima mojawapo utapata bidhaa ya, ya Bakhresa. Kwa hiyo yeah. Niseme kuna vitu tu ambavyo vya kujifunza ambavyo vimetufikisha mpaka hapa na kumjali mteja wetu no. Si mteja wetu, kwetu ni mfalme Tunawasikiliza wateja wetu. Tuna wateja wengi tu, hatuangalii mteja labda ni mdogo ni mkubwa, lakini sisi wote ni wateja wetu. Kwenda kumjali mteja pia ndo imetufikisha hapa tulipo, lakini pia ni walipa kodi wazuri mm. Nehe, kama jana wakati mnatizama bajeti nadhani mlisikia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vyote hivi tukivyoweka pamoja vinatufanya mafanikio tufikishe hapa tulipo, na niseme tu kwamba tutaendelea kuwapatia huduma bora lakini gharama nafuu. Sawa, okay. kabisa. mm. Bakila, tujuze sasa kuhusiana na upatikanaji wa bidhaa yetu mpya kabisa ya tamtam. Ambapo tunaweza kuipata katika maeneo yapi kwa wakati huu wa sasa? Kwa hapa Dar es Salaam, uh, tayari bila shaka ipo lakini katika baadhi ya mikoa pia tunaweza tukapata. Uh, karibia mikoa yote ya Tanzania bidhaa tayari ishaingia sokoni. Okay. Okay. kwa hiyo uh, wateja wachangamkie fursa. uh. Eh, hii ni fursa kama alivyosema madam hapa kwamba uh, tunajitahidi kutengeneza bidhaa ambayo ni bora sana. mm -hmm. na hata ukiangalia hizi uh, bidhaa zetu, ukiacha tu kukidhi kwamba ubora wa ndani, lakini pia zinakidhi ubora wa kimataifa. Okay. kwa hiyo unaweza kwa ukabeba ukaenda nao Marekani ukaenda nao wapi, inakidhi mm -hmm. ubora huo. Kwa hiyo ni kwamba, kwa upatikanaji ni kwamba bidhaa sasa hivi inapatikana sehemu yoyote ile, kwa hiyo kote wanao... Tanzania. kote Tanzania na ikipatikana kwa uh, uh, shilingi ngapi? okay. Tamtamu bei ya jumla kwa mfanyabiashara ule mkubwa, mm. katoni shilingi elfu nane na mia tano ambayo inakuwa na, na, na. chupa ishirini na nne lakini kwa hii Cola Plus, mm. atapata kwa shilingi elfu nane na mia moja hamsini Labda tazungumza kwa e, tam, e, tamtam shilingi elfu nane na mia okay, tano kwa ule mteja kwa, katon. e, kwa katoni moja Juhi kwa ule mteja wa jumla e, ambaye anachukua kwanzia labda katoni eh, mia tano eh. Lakini pia kwa hapa Dar es Salaam na Pwani huwa hmm, tuna gari zetu ambazo zinasambaza, nafikiri zinafika mpaka Morogoro. kwa hiyo okay. ku, ukichukuliwa kwenye zile gari zetu ambazo zinasambaza utapata kwa shilingi elfu nane na mia nane. Kwa hiyo unaepuka ule usumbufu, labda niko Kibaha paka nije nifike Mwandege, foleni si ni nini hmm, simu yako tu moja, mzigo unafikia pale Kibaha kwa shilingi elfu nane na mia nane. Sawa kabisa. Na, na uh -huh. eh, mm. nataka nigusie kitu kimoja, uh, hivi tulipata wiki iliyopita ile tulipata wanafunzi walikuja kutembelea yeah. pale mwa ndege shule ya yes. mm -hmm. msingi mm -hmm. no. Wakajifunza namna tamtamu inavyotengenezwa. okay. Unajua lazima mtu ujiridhishe kwamba hichi kitu kinatengenezwa kwa nini. uh. Mm -hmm. Huwezi kuamini watoto walipenda mpaka, mm -hmm. kiasi kwamba, watoto, kuna mtoto mmoja akaniambia, mimi nataka nikiwa mkubwa mm. -hmm. nilime mm -hmm. nilete matunda hapa <laughs> nije kuuza, yeah, kwa sababu ameona yeah, inatengenezwa yeah. kwa matunda halisi mm -hmm. kwa hiyo watoto wenyewe wamevutiwa, na wanaomba kila siku wanakuja kutembelea kujifunza mm -hmm. waangalie, kuanzia nanasi linavyokuwa mpaka linakuja kuwa juisi mm. -hmm. kwa hiyo wengi wamehamasika, wanakwambia, sisi nataka tuki mm -hmm. baadaye tuwe na sisi wafanya biashara wakubwa tuwe wakulima wakubwa tulete matunda mwa ndege. mm. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sifa ya tam Tamtam, lakini okay. ni tunda halisi kabisa. okay. mm. Na kwa mteja wa bei ya kawaida kabisa bakila, uh, kwa kawaida tunatarajia aipate mm. uh, kwa shilingi mia tano kwa shilingi mia tano, eh, tu shilingi mia tano tu sasa. mm -hmm. okay. So, ukiangalia shilingi mia tano mm -hmm. ni, ni bei ambayo kabisa mtu wa kawaida anaweza akaimudu. okay. eh, shilingi mia tano Okay. Yeah. Eh, Azam Cola Plus nayo. Mhm. Hai -hmm. Azam Cola Plus kumbuka tuna Azam Cola, nafikiri uh, wateja wetu wanaifahamu. Ndio. Mm -hmm. Kwa hiyo katika kuelekea miaka 50, tukafikiria tuje na kitu gani kipya. Kwa hiyo tumefikiria moja ya kitu kile ambacho tumekuja nacho ni Cola Plus. Mm -hmm. Ina ladha tofauti na ile Cola ya tofauti ya, ya zamani. Mm -hmm. Na kwa nini ina ladha tofauti? Kwa sababu sasa hivi wateja wana machaguo. Mhm. Yaani, ukimpa kitu kila kila siku kitu ladha ile ile ladha ile ile ladha ile ile anaweza kusema Ngoja niende sehemu nyingine. Mm. Kwa hiyo baada ya kuona hilo tutukaje na hii ladha ya Cola Plus. Kwa hiyo ni ladha tofauti, okay, lakini pia tukiangalia muonekano wake. Mm. Ni tofauti na ile Cola ya zamani. Muonekano, okay, wake kidogo ni wa kipekee mm, na unavutia. Lakini pia ina ujazo zaidi kuliko ile ya zamani. Ile ya zamani ujazo wake a, ni mils 500 lakini, mm, hii ni mils 600. Kwa hiyo unaweza kuona hapo kuna nini? Kuna utofauti. Lakini kienda kwa mteja yule uh, wa chini kabisa ile bei ya chini kabisa ni yani, maanake tutauza shilingi elfu moja kwao ile ya zamani tutauza elfu moja na ii shilingi elfu moja kwa, zaman, moja, moja. Oh, yeah. kwa hiyo kwa mba, ni wewe mwenyewe uhuru wako kwamba nichukue ile ya zamani <laughs> ni ni au eh, nije kwenye ni Azam Kola Plus mm -hmm. na beti mimi wananiita eh, mtoto mkubwa na zimetengenezwa hizi <laughs> zimetengenezwa hizi kwa ajili kwa mzee mze, amekusudia mzee Said Salim Salim Bakhresa amekusudia eh, abuni kitu ambacho kitamnufaisha eh, kita kitamfurahisha mtoto <laughs>

Yeah. Uh, kwenye chombo chetu hiki cha habari mm, kwamba mzee kweli amekusudia watoto wapate ladha, uh, utamu wa tamtam badana na, nao hapa au au vipi? Naam, bismillah. Umesikiaje hatari mm? eh, kwa maana kwamba nzuri <laughs> tamu sana tam tam. kwa kweli mbona naanza kuwafikiria wanangu <laughs> Ni nzuri sana ni nzuri sana kweli, ni matunda halisi na kwa <coughs> yeah. Kweli mzee anahitaji pongezi, kwa sababu ni kitu ambacho mwenyewe amefikiria akaona tamtam. Basi, hmm. Basi sawa tuweke hata pembeni, alafu tupige makofi kadhaa kwa ajili ya mzee Said Salim Bahresa, eh, kwa kwa kwa tunapasha, utamu mzuri ametuletea. Hata Yusuf yuko nje kule anapasha na wapiga picha wote hapa wanapasha kwa ajili ya mzee Said Salim Bahresa. Tunapiga makofi mia tatu kwa maana yetu yale makofi matatu kwa mzee Said Salim Bahresa kuenjoy tuseme tu kwamba wiki ijayo tena, mm -hmm. tuna jambo letu wiki ijayo mm -hmm. tuna jambo letu ambalo nalo ni kubwa, yote katika miaka hamsini. Okay. e, najua watu tuna celebrate pamoja e, mafanikio ya mzee mafanikio yake na sisi ndo mafanikio yetu sisi. Tumwombee tu Mwenyezi Mungu aendelee kumpa umri mrefu, aendelee kubuni kuja na vitu mbalimbali okay. Kwa hiyo hii yote ni katika maadhimisho ya miaka hamsini. Uh -huh. Baada ya tamtam tena tutakuja na kitu kingine <laughs> si ndio? Eh, kuna eh, kitu kingine kiko jikoni eh. Eh, sisi atu, at, atu tunapika kila wakati hatupoi eh. Eh. Eh, tunaangalia Watanzania wanahitaji nini. No. na sasa hivi tunajikita kabisa kwenye vitu ambavyo vinatumia uh, matunda harisi Akita. kwa sababu tuna matunda mm. mengi sana mm. yanapatikana mm. yako mengi sana. Mm. Na pia tunajali afya za Watanzania <laughs> sahihi sahihi kabisa lakini yeah, pia tunawawezesha wakulima sasa hivi mm, hawana mm, shida, wanaleta yeah, matunda kabisa, wanajua soko liko sehemu fulani, tunaweka no, fleva mbalimbali ili kuweza kuwasaidia pia wakulima mm. mm, ni kweli, ni kweli eh. Na, na hili nilitaka, nili, nilifahamu pengine kwa upana wake mm. na kwa mawanda yake mm, tulikuwa tunaliona embe, tulikuwa tunaliona chungwa mm, lakini leo tunaliona nanasi na tumeiona ndizi, tumeuona ukwaju. Naam. Ni kwa namna gani naam, kwa namna gani, manga, kwa, naam. Kwa namna gani kwa, kwa, kwa miaka hii kadhaa ambayo mm. mmekuja na mapinduzi haya ya kwenda shambani na kununua bidhaa za, za, za wakulima mm. zilivyoleta mabadiliko ya kiuchumi na rehema? Uh, mi, mi niseme tu kwamba uh, uh, hamna kitu kikubwa kwamba katika kumwezesha pia mkulima kwa sababu zamani kwa kuna matatizo ya kukuta mkulima ana, ana ana anatengeneza bidhaa zake analima, lakini mm, hana pakupeleka. yes. yes. Lakini sasa uwepo wa kiwanda chetu kule cha Mwandege umesaidia kwa kiasi kikubwa mm. kwa sababu tumeweza kuwasaidia wakulima kuweza kuleta bidhaa zao, na imesaidia pia katika uchumi, kwa sababu mkulima anapopeleka pale anaweza kulipa kodi, anaweza kufanya nini. Kwa hiyo mm. imesaidia mm. kwa kiasi kikubwa, na tutaendelea kwa, kwa, kwa jali pia wakulima wetu na vile, vile pia tutasaidia serikali katika kuwaboresha yeah. maisha ya wakulima mm. mm. hongereni sana kwa hakika kule kule kule kwetu kijijini leo huwezi mm. kusikia maembe yakipigiwa mwizi umeona. <laughs> <laughs> eh eh sana tangu tangu tunda liko mtini <laughs> eh tayari wanakuja mm. a, a, a, a, a, a, wanunuzi <laughs> Ndiyo. kujiandaa kwa ajili ya mazao hayo yakikomaa apeleke shambani eh yani mm. kwa na, na so, tunawaambia tuna kwamba uh, nadhani huwa mnawaelewesha kwamba tunapotatua mkulima tunamwelewesha kwamba mm. sisi tunataka embe liwe la aina fulani, ndio kwa hiyo anaondoka anaenda kulima anajua kabisa mimi nitapeleka pali kiwandani mm -hmm. embe langu litakuwa lina ubora huu mm -hmm. Yaani tunawasaidia kwa kweli kwa, kwa kiasi kikubwa. okay. na wenyewe wanatusaidia pia sisi kutuletea matunda, hatuna haja kwenda kutafuta nje mm -hmm. kila kitu tunapata hapa Tanzania, Tanzania na tumejaliwa sisi pia kwa matunda ya kila aina. kwa hiyo tutaendelea kuwaletea flavor mbalimbali kutokana na wakulima wetu hapa nchini. sawa mm -hmm. tukienda kuhitimisha, bwana Bakila Elias, ndio labda kwa kuongezea aliposema madam, madam mm -hmm. nitumie fursa hii pia kwa sababu uh, kualika wakulima ambao wa, wanalima sasa hivi machungwa. Mm. Tumesema sasa hivi ni msimu wa machungwa. Kwa hiyo sasa hivi pale kiwandani tunapokea mm. machungwa. Mm. Kwa hiyo wafike pale kiwandani tutawapa vigezo ambavyo tunavitumia hmm. kwamba sisi tunataka chungwa la sifa moja, mbili, tatu. Okay. Alafu kama akikidhi vile vigezo basi tunachukua mzigo wake. Kwa hiyo ni ni tumie fursa hii uh, wakulima wa Muheza, hmm. uh, Morogoro hata Kusini, Walete waje pale kiwandani tuwape vigezo ambavyo tunavitaka tunavyo vihitaji kwenye nini kwenye chungwa ili tuweze kutengeneza tamtam ya tropical. Tamtam ya tropical bila chungwa hainogi, haikamiliki. Haikamiliki bila chungwa, yani naisikia ladha ya chungwa ipo <laughs> kwa uhakika kabisa. Kwa hiyo jamani, mkulima leko hapo nyumbani, uh, unatutazama hivi sasa, basi hii ni fursa kwako, tembelea pale Mwandege ili uweze kujua vile vigezo maalum kabisa kwa ajili ya wewe kuleta machungwa yako ili yaweze kutumika kutengeneza bidhaa hii ya tamtam tropical, mchanganyiko wa chungwa pamoja na nanasi. Sawa. So, Rehema Salim, tukiwa tunakwenda kuhitimisha mm. Kwa upande wako sasa uh, tunakwenda katika kuiadhimisha miaka 50 ya makampuni ya, ya, uh, ya Said Salim Bakhresa, umetuambia wiki ijayo tutakuwepo tena hapa pengine kwa kipindi hiki, neno lako la mwisho? Mi niseme tu kwamba tunawashukuru sana uh, wateja wetu, tunawashukuru Watanzania, tunaishukuru serikali pia kwa kuendelea kutuwekea mazingira mazuri ya kufanya biashara mm. uh, kubwa tu ni kwamba waendelee kutuamini no. yes, sisi tutaendelea kuwaletea vitu tu mbalimbali vikubwa na vyenye gharama nafuu. Kwa Bakhresa huwezi kukosa kitu. Kwa hiyo niseme tu kwamba katika hii miaka hamsini tunatoa shukrani zetu sana sana sana, sana za dhati. Nifikishe salamu za mzee pia kwamba anawapenda sana anawajali sana lakini, pia tutaendelea kuwapatia bidhaa bora kwa gharama nafuu sana. Sawa kabisa, nakushukuru ushkuru Rehema Salim pamoja na Bakila. Uh, kwa kufika lakini pia kwa kutujuza kile ambacho kinaendelea katika makampuni yetu ya Said Salim Bakhresa. Mm. Tunashukuru kwa bidhaa hii sana Bakila. <laughs> eh, <laughs> <kalisana>. <laughs> Lakini si watoto tu kunywa? Yes, <laughs> yes, na na <laughs> kabisa ni nzuri kabisa lakini pia ni fursa kwetu sisi pia kufanya kilimo tu, tuweze kulima ili Mm. tuweze kupeleka matunda yetu yeah. Safi sana hakika mm. Basi vema na kubwa zaidi libebe <laughs> eh, libebe meneja ya uhusiano nah. Eh, hili kama pongezi kutoka katika kipindi cha Alasiri Lounge kwa mzee wetu Said Salim Bakhresa. Tumetanguliza pongezi zetu kwa bidhaa hii eh, ambayo mm -hmm. mahsusi kabisa kuelekea maadhimisho ya miaka hamsini kwa watoto japo watu wazima tunakunywa pia mm -hmm. lakini lile la bungeni si dogo, sio dogo. E, Azam TV kama chombo <laughs> uh, cha habari cha umma asante sana. Asante, na Asante. mtazamaji wa Alasiri Lounge ni eh, meneja wa uhusiano uh, Bakhresa Group Rehema uh, Salim, tumesikia hapa akifanya utangulizi kama sio bashraf kuelekea miaka 50 ya makampuni ya Said Salim Bakhresa, lakini leo wamekuja hapa na bidhaa uh, kutoka katika makampuni ya vinywaji baridi ya Said Salim uh, Bakhresa, ambapo tulikuwa naye ofisa usimamizi ubora Bakhresa Food Product bwana uh, Bakila Elison <tune>